Tatu, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Jaji Mkuu George Mcheche Masaju. tumefahamiana muda mrefu sana. Juzi nilipokutumia e, ujumbe wa salamu ulinikumbusha maeneo mbalimbali ambayo e, kazi zetu ziliana, tuliweza kufanya kazi kwa pamoja tangu enzi zetu huko chuo kikuu ule vile vile ukuwa mshauri wa rais shughuli za mahakama, lakini ukaweka utaratibu kwamba panapotokea changamoto yoyote kuhusu mahakama unajibu ule ut, ametoa utatuzi, lakini vile vile kwa kushirikisha mahakama ya Tanzania. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana, na wewe sio mgeni katika kazi ya kimahakama, umefanya kazi ya ujaji, umefanya kazi ya jaji wa rufani umekuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, umekuwa mwanasheria mkuu wa serikali ambaye unafanya kazi katika tume ya utumishi wa mahakama kama mjumbe. Kwa hiyo mahakama sio ngeni, sio ngeni kwako kabisa, na ni kama ndege ambayo inataka kutua. Runoff ni ndogo, wewe uhitaji runoff ndefu, ndefu ili upae. Utakimbia tu kidogo utapaa. Na sisi tunaku, tunakuombea kwamba utakapokuwa unapaa tutasaidia ufike ufikie hayo malengo malengo ambayo tumejiwekea. Kwa hiyo mimi nakuhakikishia kwamba uongozi mzima wa mahakama tulijadiliana, tukasema kwamba tutakupa utiifu, unyenyekevu wa hali ya juu, ili kukuwezesha wewe utuongoze, ili tuweze kufikia malengo ya utoaji wa haki, kwa sababu hayo malengo ni endelevu. Kuna majaji wa rufani ambao wako tayari nyuma yako hapo, watakupa ushirikiano Jaji kiongozi yuko tayari, mtendaji mkuu wa mahakama, msajili mkuu wa mahakama, hawa wote ni viungo ambao wanaunganisha mihimili. Ukiwa una jambo ambalo unahitaji mihimili mingine itoe msaada, hawa ndio viungo. Na kwa kweli, ile sheria ya usimamizi wa mahakama sheria namba 4 ya 2011 imetusaidia sana, kwa sababu imeimarisha uhuru wa mahakama, kwamba serikali na bunge ndio wanasimamia rasilimali sasa sisi tunafikia ile rasilimali kupitia mtendaji mkuu wa mahakama na msajili mkuu wa mahakama, kwa sababu mara nyingi jaji au msajili akionekana anazunguka zunguka hazina, kuna wengine wanadhani uhuru wa mahakama uko mashakani. Lakini mtendaji mkuu wa mahakama akizunguka hazina, akifanya yote ambayo ameweza kufanya, unaweza kuona kwamba hiyo sheria ni msingi imara sana, ambao umetuwezesha kuwa huru zaidi na vilevile kuweza kupata rasilimali kutoka, kutoka mfuko mkuu wa serikali. Vilevile uta, utakutana na idara za mahakama ambazo mimi wanaziita idara ambazo zinakoleza maboresho. Kuna kitengo cha maboresho kinasukuma maboresho, idara ya maktaba, idara ya usimamizi wa mashauri, idara ya tehama, idara ya ukaguzi Hizi zote zitakuwa chini ya mamlaka yako na chochote unachoki, unachokitaka kitafanyika katika zama hizi, kitafanyika kwa sababu hawa wote watumishi wa mahakama siku zote ni watu waaminifu sana sana sana, waaminifu sana, waaminifu na huwa wanasimama nyuma ya kiongozi wao ambaye sasa ni sio siri nitakupa ni open secret kwa sababu jaji mkuu yule aliyetoka Trinidad Tobago, Telford Georges na jaji mkuu Francis Lucas Nyalali waliongelea sana hiyo siri, na wabunge mara nyingi wanafahamu kwamba ukitaka kupata ruhusa ya spika kuzungumza, wanasema you catch the speaker's eye, yaani jicho lako limuone spika Spika akikuona anakupa nafasi ya kuongea. Sasa hawa majaji wakuu Telford Georges na Lucas Nyalali wanasema jaji mkuu, ni lazima jicho lako likamate jicho la mheshimiwa rais. Mwangalie anafanya nini na hicho anachokifanya kitasaidiaje mahakama, kama kuna sheria, kama kuna miradi, siku zote unaangalia anachokifanya kitasaidiaje mahakama. Na wewe ni mdau, mheshimiwa rais ni mdau muhimu sana, kwa sababu bila uwekezaji wake, bila uwekezaji wake, hakuna chochote ambacho kinaweza kufanyika, kwa sababu anawekeza kwenye rasilimali watu, anaongeza ma, majaji mahakimu, bajeti vile vile, hayo yote yanatokana serikali kuu na Bunge. Sasa ni lazima tuwe na ushirikiano ingawa ingawa ukisikiliza sana mitandao ya kijamii, wanatafsiri hasi ya uhuru wa mahakama. Wengi wanadhani ule ushirikiano na mihimili mingine inaingilia uhuru, sio kweli, kwa sababu wewe unachotafuta katika ushirikiano ni rasilimali ya taifa ambayo inasimamiwa na mihimili mingine, hicho ndio unachokitafuta na hata siku moja, na mimi sijawahi hata siku moja kukaa na mheshimiwa rais, mheshimiwa spika, mheshimiwa waziri mkuu, tukawa tunaongelea mambo ya kesi, hata siku moja. Kwanza sina majalada hapa. Siku zote unaongelea mambo ambayo yana maslahi makubwa. Kwa hiyo zile tafsiri kwamba ukionekana unafuatilia ni kuingiliwa, nadhani hiyo sio kweli. Na siku zote fuatilia hotuba za Mheshimiwa Rais kwa sababu mle ndani kuna ahadi fulani ambazo anazitoa unaweza kuzitumia kama silaha. E, nakumbuka tarehe 12 tarehe 22 mwezi wa nne, huu ulikuwa ni mwezi mmoja tu baada ya Mheshimiwa Rais kukabidhiwa uongozi wa nchi, alilihutubia bunge la 12. Sasa kuna maneno ambayo aliyasema, siku zote huwa anatembea nayo mfukoni kwa sababu ukikutana naye unamkumbusha hii ahadi ulitoa, mtendaji mkuu akienda hazina anaionyesha. Mheshimiwa Rais alisema hivi, na alisema tutashirikiana pia na mhimili wa mahakama katika kuimarisha mifumo ya utoaji haki ikiwemo kuendelea kujenga miundombinu ya mahakama, kuongeza idadi ya majaji na mahakimu na kukuza matumizi ya tehama ili kuongeza kasi ya usikilizaji wa kesi na uwekaji wa kumbukumbu. Kwa hiyo unaweza kuta mheshimiwa rais ana interest kwamba mahakama itoe haki na iwe na rasilimali ya kutosha, ili iweze kutoa huduma, kwa sababu anaelewa maendeleo yoyote ya kiuchumi hayawezekani bila kuwa na mahakama huru, bila kuwa na utawala wa sheria. Kwa hiyo ni mdau muhimu sana, na ndio maana ukiangalia ukiangalia programu zetu za maboresho tumejaribu kujiegesha kwenye, kwenye dira ya maendeleo ya taifa ambayo ina 2025, kwa sababu ile dira ndio ina ahadi ya rasilimali. Sasa tukasema tukitengeneza mpango mkakati ambao umejiwekesha, umejiwekesha kwenye dira tunaweza kwenda kupata rasilimali kwenye huo mfuko ambao na sisi tunastahili. Sasa hiyo mipango yetu mikubwa ambayo tumefanya ni kwa sababu tulikaa tulisoma wenzetu wanafanya nini. Kama wana programu ya eh, Tanzania ya kidijitali kuna mambo ya, ya kunufaika, tunasema na sisi ni sehemu ya Tanzania ya kidijitali. Na ndio maana tunasema sisi mahakama. Sisi ni sehemu ya safari yoyote ya dira ya taifa ya maendeleo e, kuna msemo mmoja ambao umesemwa mwaka elfu moja mia tisa miaka sitini, rais wa Marekani Jeff Kennedy alitoa e, lengo au dira kwamba ndani ya miaka kumi Marekani itamfikisha mwanadamu katika mwezi. Kwa hiyo siku moja mwaka 1962 akawa anatembelea sasa katika lile eneo la kutengeneza rocket za kwenda mwezini, akamkuta mfagizi ambaye huwa analinda lile jengo. Akamuuliza, na wewe unatafuta nini katika eneo hili la kisayansi? Yule akamjibu akasema, ninasaidia kumfikisha mtu kwenye mwezi. Kwa hiyo dira ya taifa ya maendeleo inatakiwa kutufikisha huko tunatukotakiwa kwenda. Sasa sisi mahakama hatuwezi kubaki nje, tunatakiwa kuwa kama yule mfagizi ambaye alisema, na sisi tunataka kuenda kwenye hiyo Tanzania ambayo mheshimiwa rais unaiahidi katika dira ya taifa ya maendeleo. Kwa hiyo hilo niliona niliseme sasa hivi kwa sababu kuna ule upotoshwaji kwamba ushirikiano unatafsiriwa kama kuingilia uhuru. Ushirikiano kamwe auingilii uhuru. Ushirikiano unatusaidia kuweza kupata rasilimali ambazo tunastahili kupata, kwa sababu uchumi na maendeleo ya nchi hayawezekani bila kuwa na mahakama. Jambo lingine ambalo pengine nirejee historia vilevile vile. Wakati baba wa taifa anamwaga jaji mkuu Georges, yule aliyetoka Trinidad na Tobago kwanza alimsifu jaji mkuu Georges kwamba anavyotafsiri uhuru wa mahakama jinsi yule jaji aliyotoka nchi nyingine alivyokuja alikuwa anatafsiri uhuru wa mahakama akasema uhuru wa mahakama ni kutoitenga mahakama na historia maisha na uchumi na ustawi wa nchi na mwalimu alisema uhuru wa mahakama kwamba katika kusikiliza mashauri na katika kufikia uamuzi hakuna atakayekuingilia, lakini kuna mambo mengine mengi ambayo wewe ni sehemu ya ustawi na maendeleo ya nchi, ni lazima utafute hizo resources ziweze kusaidia huo uhuru. Kwa hiyo hiyo ndio tafsiri ambayo imekuwa ikiongoza mpango mkakati wa mahakama kwa miaka mitano, kwamba tuna mipango tunaenda kwa mdau, tunamwomba sasa, mheshimiwa mdau mkuu, tunaomba utusaidie kufikia haya malengo. Pengine haraka haraka tu nikuambie ni kwamba tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uwezeshaji, hasa katika kuhakikisha kwamba fedha za Benki ya Dunia zinapatikana. Tulipata milioni sitini na tano, dola milioni sitini na tano awamu ya kwanza, tukafanya maboresho sasa yale maboresho haya uh, kutokana na nguvu yetu tu ni nguvu ya hizo fedha. Na mheshimiwa alipokabidhiwa nchi mwaka elfu, elfu mbili ishirini na mbili, mwaka mmoja baada ya kukabidhiwa nchi aliridhia mkopo wa pili ambao ulikuwa ni mkubwa sana kutoka Benki ya Dunia. Haya yote ni kwa nini? Kwa sababu anatambua kwamba utoaji wa haki ni sehemu muhimu sana ya maendeleo ya nchi, kwamba ukiwa na mahakama imara mahakama inayofuata sheria taratibu inaleta utulivu ambao tunauhitaji katika shughuli zetu. Sasa kuna ahadi ambazo, ambazo mheshimiwa rais alizitimiza lakini utekelezaji wake haujakamilika. Kwanza kuna miradi kumi na mbili ya mahakama za mwanzo zinazojengwa kwa fedha ya ndani, na nadhani na mheshimiwa rais atafurahi sana kabla jama, kipindi hiki cha, cha urais cha kwanza akijaisha miradi hiyo hiyo, imekwisha kuna. mahakama za mwanzo sitini ambazo zinajengwa kwa fedha za mkopo wa Benki ya Dunia zinaendelea kujengwa, fedha zimeshatoka, zinatakiwa kujengwa, tusipoteze hiyo nafasi. Alafu kuna ujenzi wa mahakama za wilaya kumi na nne zinaendelea kujengwa, hizi zinajengwa kwa fedha za ndani ikiwemo mahakama ya wilaya ya Chamwino, nadhani tuko Chamwino. Mahakama ya wilaya ya Chamwino ni moja ya wilaya ambazo hazina mahakama ya wilaya. Wilaya zingine ni Mbulu, Simanjiro, Kibiti, Kalambo, Kishapu, Nyasa, Masasi, Kilosa, Tunduru, Nachingwea, Tarime, Uyui na Mkalama. Sasa hizi zote tunatakiwa tuzimalize kabla uhai wa fedha za Benki ya Dunia na bajeti haijaisha ya Vilevile vile kuna majengo tisa ya vituo jumuishi ya utoaji haki Geita, Simiyu, Songea, Songwe, Singida, Lindi, Njombe na Pemba. Hizi tunatakiwa tuzimalize kabla ya tarehe thelathini na moja Disemba. Fedha zimeshatoka, tunatakiwa tumalize. Kwa hiyo unaweza kuona kwa kiasi gani mheshimiwa rais ametuwezesha sana sana sana, na naamini utaendelea kuangalia jicho lake, utaendelea kufuatilia anachokisema. Chochote ambacho kina manufaa kwa mahakama, wewe utakichukua, utatule, utawale, utawaletea ambao wapo tutaendelea. Nimalize kwa kukutakia Mheshimiwa Rais kila la heri katika kukamilisha mipango yako mikubwa ambayo ni kwa manufaa yetu wote. Mungu akubariki, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki mahakama ya Tanzania. Mungu mbariki jaji mkuu George Masaju. Nashukuru sana asante, Profesa Ibrahim Hamisi Juma, jaji mkuu wa Tanzania mstaafu. Na sasa kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe Mheshimiwa George Masaju, jaji mkuu wa Tanzania kwa neno la shukrani. Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassani, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kasim Majaliwa, Majaliwa, waziri mkuu wa uh, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt Tulia, uh, uh, spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Juma Ibrahimu, jaji mkuu mstaafu na kaka yangu mwalimu wangu Mungu aendelee wa kukubariki sana. <Kolleg�> <breaker> Mheshimiwa Jaji Abdalla, Abdalla. Jaji mkuu wa mahakama ya Zanzibar. Mahakama kuu ya Zanzibar. Mheshimiwa Balozi Moses Kusiluka katibu mkuu wa raisi na katibu mkuu kiongozi